Leo nimesimama hapa kuzungumza na nyinyi wenzangu wananchi wa tawi hili la Kinyanambo B, wakazi wa maeneo haya, wafanyabiashara wenzangu mnaofanya biashara kwenye maeneo haya. Aliposimama mheshimiwa diwani mteule amezungumza changamoto zinazokabili maeneo haya, amezungumza kwa kina namna ambavyo watu wenzetu sisi wenyewe watoto wetu pamoja na ndugu zetu na marafiki zetu wanavyogongwa na magari hapa kwa kukosa mataa ya kuongozea magari. Sababu hapa sasa hivi pamekuwa mjini na pirika ni nyingi, watu wanavuka upande mmoja kwenda upande mwingine. Ameomba na amesisitiza tukasaidiane kuhakikisha hapa kunakuwa na taa za kuongozea magari, na mimi nasema hilo linawezekana na tutakwenda kulifanya. Ndugu zangu kama mtakuwa na kumbukumbu kumbu, kwa wale waliokuwepo siku ile wakati mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi alikuwa kwenye mji wetu, nilipopata nafasi ya kuzungumza kwa niaba yenu, nilimweleza sio tu kuomba mataa. Mimi nafahamu kwa sababu mimi ninaishi Kinyanambo, si ndiyo? Nyumbani kwangu na ndiko kazi zangu zilipo. Kwa hiyo maisha na matatizo tunayoyapata ninayajua. Sijifunzi, ninayajua kwa sababu yanapotokea pia ninayaona. Nilimweleza mgombea wetu kuwa sisi wana Mafinga tuko tayari kumchagua Oktoba ishirini na tisa, na ninarudia kwamba sisi sote tuko tayari kumchagua, lakini nikamwomba, ikimpendeza, ili kupunguza ajali za barabarani, acha za watu wanaovuka, tunasisitiza na tunapendekeza na tunaomba tutengenezewe barabara za pembeni ili bajaji na bodaboda wawe wanapita pembeni, lakini hizo barabara ziwe na mataa yanayowaka kuanzia saa kumi na mbili mpaka kesho asubuhi. Niliomba sikuomba, na nilisema hayo kwa sababu sisi wana Mafinga tunafanya kazi, tunafanya kazi kuanzia saa kumi na mbili asubuhi, wengine wanamaliza saa sita, wengine wanamaliza saa nane, wengine wanaendelea mpaka jioni. Taa zikiwaka humu, wakina mama na wajasiriamali wenzetu waliopanga biashara humu hawana hofu, wanaweza kufanya mpaka saa nane za usiku. Lakini hizo taa zikiwaka na barabara ya pembeni ikiwepo, wewe umetoka zako kazini, umemaliza kazi, unapitia kula bata kidogo, unaporudi, una hofu maana? Mwanga unakuongoza kurudi nyumbani. hapo vipi? Hayo ndio niliyomwambia mama. Lakini ndugu zangu, aliposimama hapa amezungumzia swala la barabara inayotoka hapa kuelekea makaburini kwetu Lumwago. Sio tu makaburini Lumwago, sasa hivi ndiko eneo ambalo linajengeka zaidi, na wengi mlioko hapa mnatokea Lumwago, uongo kweli? Kwa hiyo sasa hiyo haitakuwa ombi, hilo ni lazima kwamba ikiwa mtatuchagua Oktoba ishirini na tisa Mapendekezo yetu sisi ni kwamba barabara inayotoka hapa bango la Koka kuelekea Lumwago, tunataka iwekwe kwa kiwango cha lami. Tunataka lami iende kule. Kama ikishindikana kiwango cha lami, tunataka barabara zetu zichongwe vizuri, ziwekwe makalavati na ziwekwe kiwango cha changalawe, zipitike kipindi chote cha kiangazi na kipindi cha masika. Hayo yanawezekana. Tunakwenda ikiwa nyinyi wenzetu mtatutuma, tunakwenda, mimi na mwenzangu Yohana Nyenza, tunakwenda kujenga hoja kwenye halmashauri watu wataalula. Tutakapoingia tu tunataka waanze na barabara hii. Barabara ni kubwa, ina mahitaji makubwa na ina changamoto kweli kweli, hasa kipindi cha mvua.